Kaunti nambari mbili ambapo idara ya mahakama huko Kwale imeibua wasiwasi wasi kuwa kuna baadhi ya makao ya watoto yanayoendeshwa bila usajili na huenda yanafanya biashara za ulanguzi wa watoto katika eneo la Lungalunga. Jaji wa mahakama ya Kwale, Lukas Naikuni, amesema makao hayo saba yatafungwa kwa madai ya kuwasafirisha watoto nje ya nchi na kuwanyima haki zao. Alikuwa akizungumza huko Lungalunga, ambapo amesema ni hatia kwa makao yoyote kuendeshwa bila vibali vinavyohitajika. Children's home saba ambazo, which are not registered, na tunazijua na tutawamulika na tutazifunga. Mi najua kitu kimoja ambayo wanafanya child trafficking. watoto wetu wanapelekwa ng'ambo bila idhini waende wakahudumia wazungu wakafanya mambo ambaye, ambaye haistahili. Basi nataka nisisitize ya kwamba watoto ni rasilimali na ni lazima sisi kama wazazi tuchukue jukumu letu la malezi, na sisi kama viongozi tuchukue jukumu letu la kuhakikisha ya kwamba tunawapatia ma mazingira na mandhari ambayo yatawafanya waende mbele, aidha kijamii ama kielimu. Mwaka uliopita, mwaka wa 2024, tulipata kesi 72 za dhuluma za kijinsia ambazo zimewalenga watoto, zile tunaziita sexual violence tukapata watoto ishirini na saba ambao wameondolewa makwao kwa sababu eidha hawajangaliwa vizuri ama pengine wamewekwa kwenye ndoa ya mapema. Tuelekee kaunti namba 40 ambapo